bidhaa zako mbalimbali ambazo mba unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na Themart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti ya habari leo habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wake wa mbele ni serikali yavuka lengo wa ukuaji pato la taifa, TRA yavuka lengo makusanyo, mwigulu atetea mikopo, mfumo ghara la takwimu za fedha uchumi huaja habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika majali wa agiza ukaguzi bidhaa uanzie viwandani, habari katika ukurasa wa saba. Mpango onya kufuata mkumbo vurugu uchaguzi, habari enye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Trafiki aliyedakwa na mirungi afungwa maisha, habari katika ukurasa wa ishirini. Vigogo waliohamia chauma wakanusha kununuliwa, habari kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Sumaya amsifu Samia, utulivu wa nchi uwekezaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Wawili wa wauawa wa wakidaiwa kuiba kondoo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni askofu Gwajima yuko mafichoni, wageni kibatala sema yuko salama, mchakato wa kuwatoa wanaoshikiliwa kupinga hatua ya serikali kulifungia kanisa washika kasi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pita Kibatala, wakili, ikisema, mteja wangu askofu Gwajima hashikiliwi. yuko wapi ni suala ambalo siwezi kulitolea maelezo kwa sababu mbalimbali mbali, ambacho naweza kuthibitisha hadi muda huu saa saba na robo mchana hashikiliwi yupo salama. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Vita vya vigogo majimbuni. Joto la uchaguzi mkuu Oktoba linazidi kupanda ndani ya majimbo, huku waliokuwa wabunge elfu mbili na kumi na tano elfu mbili na ishirini wakitajwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili: Lazaro Njarandu, Halima Mdee, Zito Kabwe, Devota Minja, Kangi Lugola pamoja na Agri Mwari. Picha zao zipo kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi. Mwananchi limeandika Chadema msajili kinawaka, kinamnyika Mnyika warejea. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano. Ukata ulivyokwamisha mipango ya maendeleo EAC, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na mbili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele limeandika vifaa ndani ya SGR vyaanza kuharibiwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nne pensheni ya wastaafu, deni la taifa bado gumzo. Wa habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti mwananchi katika ukurasa wake mbili. Tulitazame sasa gazeti majira lenye habari iliyopewa kipaumbele, ni mwendo kasi mbagala sasa kuchele, mabasi mia mbili hamsini na tano njiani. Kampuni ya kizalendo yakabidhiwa jukumu hilo, tayari imepata mtaji na dhamana iliyohitajika. Undani wa taarifa hili katika ukurasa wa nne Denmark bilioni 41 kusaidia uchumi wa Afrika, habari katika ukurasa wa nne. Bei mpya ya petroli diesel dani kicheko, habari katika ukurasa wa nne. Dr Philip Mpango ametoa rai kwa wafamasia nchini, habari imekuja ukurasa wa nne gazeti hili. Waziri Dr Mchemba aliomba bunge kuidhinishia wizara yake bilioni 20.19, habari katika ukurasa wa nne. Wanandoa wanaodaiwa kuuawa na mtoto wao wazikwa Kilimanjaro, habari katika ukurasa tatu. Iran yaunga mkono Lebanon dhidi ya mashambulizi ya Israel. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Ya jua mafanikio ya BMH na uwekezaji mkubwa uliofanyika, habari katika ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira,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 moja tatu barua pepe toko hastz at gmailcom Top One College of Health and Allied Science, we are the way to your success. Gazeti ni Nipashe mwanga jamini, nalo mikoroni mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sakata la CHADEMA msajili kutua kortini, ni kuhusu uamuzi wa baraza kuu kujaza nafasi za viongozi kufutiwa ruzuku, hana mamlaka kutafsiri katiba ya chama kwa namna anavyoona yeye. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Nukuu ya John H katika ukurasa wake mbele inasema sababu aliotoa msajili wa vyama vya siasa ya kuzuia ruzuku ya kila mwezi kwa Chadema imepotoka na kwenda kinyume na sheria ya vyama vya siasa kifungu cha kumi na nane mabano sita ambayo inaeleza kuwa ruzuku itasitishwa endapo bodi ya wadhamini ya chama haina uwezo wa kusimamia fedha za chama kitu ambacho sio sahihi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Siku ya mazingira, TFS yaliana nishati chafu ya kupikia, habari katika ukurasa wa tatu. Mafao ya wastaafu sasa yalipo kwa wakati, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Shahidi yafichwa mtandao wa usambazaji dawa za kulevya, habari katika ukurasa wa nane wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika adaiwa kujifungua mtoto kisha kumuua kwa kumfunika kwenye ndoo. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mahakama rufani ya Bariki Mchecho kulipwa bilioni mbili nukta tano habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Zanzibar Leo kwa ukweli na wazi, ninalo mikononi wangu lenye habari uliopewa kipaumbele ni Dokta Mpango wafamasia atoeni elimu matumizi ya dawa, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dr. Saada anika vyanzo mbadala vya mapato habari katika ukurasa wa pili. Vijiji 45 Zanzibar kupatiwa huduma ya umeme habari bandikwa kwenye ukurasa wa 15. Waziri Lela ataka ubunifu mamlaka ya mfumo wa mali habari katika ukurasa wa tatu. Wawekezaji wawekezaji 12 2 wajitokeza kuwekeza Micheweni, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Rais mpya wa Korea Kusini waziri mkuu habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti ya Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dkt. Mpango awatwisha jukumu wafamasia nchini, awataka kuendelea kutoa elimu ya matumizi sahihi ya dawa, kuisaidia jamii kutambua na kuepuka madhara, asema kumekuwa na matumizi mabaya ya dawa kwa baadhi ya wananchi pasipo kushauriwa na madaktari. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika Wizara ya Fedha kukusanya tirioni 50.1 mwaka 2025/2026. Habari katika ukurasa wa pili. TBS msihurumie bidhaa zisizo na ubora, Majaliwa awaagiza wafanyabiashara kuhakikisha wanaingiza bidhaa salama kutoka nje ya nchi ya habari katika ukurasa wa tatu Mavunda ya sifu ujenzi wa kiwanda cha madini, ya habari katika ukurasa wa ishirini. Mofat kuendesha mradi wa mabasi yaendayo kasi Da, habari katika ukurasa wa ishirini. Dimwa aongoza kuaga mwili wa mzee Mongela, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika makala arika mazuri lani mpya ya CCM, habari katika ukurasa wa tatu. Chanzo maadili vijana kuporomoka chatajwa habari katika ukurasa wa 16 SMZ ijipanga kutekeleza vipaumbele kumi 2025/2026 undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Gazeti wa machinga ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wizara ya fedha yomba bajeti ya trilioni 20.19 Dr Mwigulu ataja vipaumbele vitano ikiwemo kutafuta na kukusanya mapato ya shilingi trilioni hamsini nukta moja saba kwa ajili ya utekelezaji wa bajeti ya serikali, pia kuhudumia kwa wakati deni la serikali linalotajwa kuwa la trilioni kumi na nne nukta mbili mbili pamoja na kujenga mfumo wa kutoa ankara za malipo ya serikali kwa lengo la kuongeza ufanisi kwenye ukusanyaji wa mapato bunge la pitisha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. AG Johari awakumbusha mawakili wa serikali wajibu wao, habari katika ukurasa wa pili Serikali yatoa bilioni 26.9 ujenzi wa skimu ya umwagiliaji Mwamapuli. Habari katika ukurasa wa nne. Wataalam PPPC wajadili kilimo biashara na wawekezaji kutoka China. Habari katika ukurasa wa pili. Mahakama ya rufaa yaamuru The Citizen kumlipa mchecho bilioni mbili nukta tano. Habari katika ukurasa wa nne. Raia wa nchi 71 kupatiwa visa wanapofika nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake mbili. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mwangu mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti, lenyewe limeandika Simba yagusa dili la Yanga zamu wekea ya furushi mezani fadrutua maelekezo. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, kiungo wa buli nyota wa AIS, maniema ya DR Congo anayesifika kwa umahiri wa kutembeza boli uwanjani. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Afya akili inavyotesa mastaa bara dr pamba pambajiji uoga kupoteza namba ngeza majeruhi wa habari katika ukurasa wa tisa hadi ukurasa wa kumi na mbili gazeti hili medika. Kocha Yanga dabi au wapi? Kilichoendelea kwa chama ikiapa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Yanga dhidi ya Simba Juni 15, saa kumi na moja kamili jioni, uwanja wa Benjamin Mkapa. Bruno afichwa siri ya kukataa bilioni mia saba ishirini na sita. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Azam Manula bado kidogo, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Nations League leo Alhamis ni Hispania na Ufaransa saa nne kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbili. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti ya Habari Leo lenyewe limeandika michezo ya kubeti ingiza bilioni kumi na saba, Simba lengo ni ubingwa tu, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. DRC yampe heshima ya mwanga wa AFCON, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Rais wa Misri Aibongeza Pyramids tajiri Afrika habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na mbili. CECAFA yatoa ratiba mashindano yake habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Habari Leo, gazeti la habari Tanzania. Nipashe mwanga wa jamii ukurasa wake wa nyuma habari za michezo na burudani ni simba kukamilisha hesabu katika dabi uongozi, watamba mchezo huo ndio dira yao kuelekea mbio za ubingwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 23. Yanga bingwa FA kupatikana kibabe kisasi, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Gazeti limeandika Fernandez akataa dau nono Alhilal, habari katika ukurasa wa ishirini na moja, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii, na gazeti Nipashe linakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.